Kuelekea uchaguzi mkuu Oktoba 29, 2025 ikiwa ni uzinduzi wa kampeni za Chama cha Mapinduzi katika kata ya Usariva kumehudhuriwa na viongozi mbalimbali mbali, ikiwemo mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Meru na jopo lake, mgombea ubunge jimbo la Arumeru Mashariki ndugu Joshua Samuel Nasari, mgombea udiwani kata ya Usariva ndugu Daudi Lezile Mkumba na viongozi wa CCM kata ya Usariva pamoja na viongozi mbalimbali waliohudhuria tukio hili la Aidha, leo wagombea wamepata nafasi ya kujinadi na kupokea kero za wananchi pamoja na wanachama wa chama cha mapinduzi kata ya Usa River. Nikarudi idara ya maji, nikamwambia engineer alikuwa Maningo, tumechangishana fedha ile inakuaje? Utaniambia leo niwarudishie wananchi, ntatoa wapi hizo fedha kuwarudishia wananchi, na wakati zingine tumeshazifanyia matumizi. Mheshimiwa, mpaka leo inatuuma, tumebakiwa na shilingi laki sita na hamsini, kama sikosei, maana ziko kwa katibu mpaka leo tumezuiliwa, mradi hauendelei na sisi hatuna maji, tunakunywa maji ya majaruba na mifereji. Asante sana, Mheshimiwa Mwenyekiti. Nikipewa ubunge kishoto tarehe ishirini na tisa nikaanza kusubuana subuana na watu hapa na, na watu, pale kwa hali hii ifikweli mwenyekiti, nitaonekana vurugu za Chadema au ni mwanaume anapiganywa na watu wenzake. Taangaliza mapema kwa sababu najua najua kwa, kwa, nafanya kazi huko nasukuma kwa kasi

shida bana, umahindaa hakuna cha kuisha. Hizo kura ndio ua sisi nafasi ya kuenda, kwa sababu mchi na majimbo mamia kwa sisi tupate kura nyingi, tuende na tukajivune, tumwambie mama, zile barabara za usalama ndio hizo kura, yale maji, ile kitatu watu wanakunywa maji Ukipiga kura chache halafu wenzao wapigwa nyingi, mimi naenda kufanya nini huko? Kama wewe umechagua unaenda ndiyo, halafu naenda kusema je, watu kucheza karata siku na karata ya mwisho naficha nyoka, au sivyo tunasema ngoja waende ende, nikipiga hiyo kanga halafu nafanya nini na ile kadi, nafanyaje? Maliza sasa joka langu mimi ni kura zenu, watu wa USA River, na hii ndio kata mwananchi, leo jamani. Nasema kata mama jimbo hili mwenye kiti ni kata mama ya wilaya nzima ya Arumeru, majimbo yote, kwa sababu wale mkuu wa wilaya wa Arumeru wanalala wapi? Usa River. Kituo kikuu cha polisi cha wilaya kiko wapi? Usa River. Yes, sisi wote wa Usa River tunafaidikiaje na ule mlima? Si ndio hivyo? Kwa hiyo tunatamani tukiingia madarakani, tukaweko taratibu nzuri kwamba serikali kuu wanachukua pato lao. Lakini sisi kata Usa River lazima tuwe na pato letu ambayo itakuwa kwa maendeleo ya kata yetu Usa River. Na hiyo tunatamani hii miaka mitano ambayo umetupa ridhaa. Sisi yani Chama cha Mapinduzi tutembee kifua mbele. Yaani tuone tusikosee kuchagua viongozi wetu kuanzia diwani, kuanzia mbunge mpaka na mheshimiwa rais. Sasa kama mimi diwani na mawazo kama hayo, tukichanganya na mbunge, tukichanganya na mheshimiwa rais, si tunasonga mbele? Na mwananchi? Eh? Tukichanganya na mwananchi. Ndio. Yaani hizi barabara mimi nazungumza vitu ambavyo sisi vinatuhusu. Barabara, sijui shule, sijuo hospitali. Hivyo ni vitu ambavyo serikali kuu vinapasa vitusaidie sisi. Sisi wananchi tuhangaike na shida zetu hizi ndogo ndogo, tuone watu zetu madogo madogo haya yanaisheje. Yani, yani, kwa mfano swali lingine la maji. Mimi na shida jamani, usalifu maji katika siku moja, yaani kila mtu analia uongo, kweli? Kwa sababu gani? Tumezoea maji yanakuja tu kila siku. Sasa tutaweka utaratibu mzuri wa kutumia haya maji na bili vile vile, tuweke utaratibu mzuri kwa sababu maji haya ya usalifu hayatumii umeme, ni watumishi wa serikali ambao wanalipo la wa serikali kutuhudumia sisi, si ndivyo eh? Kwa hiyo hilo nalo tutaongea kwenye mikutano yetu ya hadhara kwamba tuone watu wa Usa River tunafaidikeje na huduma ambazo ziko Usariva. Chama cha Mapinduzi kimeomba kupiga kura kwa wingi ifikapo Oktoba ishirini na tisa, ishirini na ishirini na tano, kwa wagombea watatu wa Chama cha Mapinduzi wakianza na mgombea wa urais Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan akiwa ni mgombea wa urais kufuatiwa na mbunge wa jimbo la Arumeru Mashariki ndugu Joshua Samuel Nasari pamoja na, pamoja na ndugu Daudi Lezile Mkumba akiwa ni mgombea wa udiwani kata ya Usariva. Mimi ni Glory Jacob Mushi wa Asalo TV.